Usomaji wa bajeti ya mwaka 2025/2026 ulikosa mbwembwe na sherehe zinazohusishwa na tukio hili la kila mwaka. Bajeti ya mwaka huu ilishuhudia kukosekana kwa gari aina ya Volkswagen Passat linalohusishwa na hafla hii pamoja na kutanda kwa kimya mahali ambapo kwa kawaida umati wa watu huzoeleka kusimama kikisitishwa tu na mingurumo ya helikopta ya kulinda amani, huku maandamano ya kichacha mwendo mfupi kutoka kwenye majengo ya bunge. Trevor Ngendo anatusimulia yaliyojiri wakati waziri wa fedha John Mbadi alipowasilisha bajeti yake ya kwanza bungeni. Kabla ya bendi kuanza msafara wake na mkoba maalum kunyanyuliwa, waziri wa fedha John Mbadi alikuwa tayari katika afisi yake kwenye jengo la wizara ya fedha lililoko kwenye barabara ya Harambee katika jiji la Nairobi, akiendelea kujiandaa kusoma bajeti yake ya kwanza kwa taifa. Mbadi, aliyekuwa kiongozi walio wachache katika bunge la taifa, alionekana tayari kwa jukumu hilo. <laughs> tofauti na siku za awali, wakati wa Kenya walipojipanga kwa safu kwenye barabara nje ya jengo la wizara ya fedha, wakipeperusha bendera za taifa na kuimba nyimbo za kizalendo baada ya kumwona waziri wa fedha akinyanyua mkoba wake maalum, mwaka huu hakukuwa na mbwembwe wala sherehe zozote, kwa kuwa polisi walishika doria wakihakikisha wananchi wa kukaribia majengo ya wizara ya fedha na bunge. Hatimaye, wakati Mbadi alipojitokeza muda mfupi baada ya saa saba mchana, alinyanyua mkoba huo maalum kama ilivyo desturi ya watangulizi wake, lakini badala ya shangwe na vifijo ni sauti za mimweko ya kamera za wanahabari, kimya cha polisi wa kukabiliana na ghasia, pamoja na sauti zilizosikika kwa mbali za waandamanaji na kinyume na ilivyoshuhudiwa katika miaka ya awali, Mbadi hakuabiri gari aina ya Volkswagen Passat linaloaminiwa kuwa ishara ya mamlaka ya taifa, na badala yake akatembea kuelekea kwenye majengo ya Bunge akiongozwa na bendi ya kijeshi iliyocheza muziki huu ikipiga kwata <muchas> na baadaye akaingia katika majengo ya Bunge. Huku hayo yakijiri, angani ya helikopta ya polisi ilizunguka na kushika doria kuhakikisha usalama ulidumishwa. Kwa zaidi ya saa mbili, Mbadi alisoma bajeti akigusia sera ya ushuru, mipango ya kupunguza matumizi ya fedha pamoja na maswala ya kupewa kipaumbele katika matumizi ya fedha, hata ingawa idadi ya wa wabunge waliohudhuria kikao hicho haikuwa ya kuridhisha. Trevor Njendo, Darubini.